Jackie Collection zi. Uh, uh, uzinduzi ni uzinduzi wenu uh, mekuja hapa kumsupporti. Kwanza labda, kabla ya kuja kwenye hili duka, uhusiano wako na Jackie upoje? Wa kibiashara zaidi, ni mtu ambaye ananikubali, ni mtu ambaye ana anaukaribu na, na meneja yangu rafiki yangu Jonijo, i mean ni mtu ambaye amenitafuta muda mrefu, which is kuweka awareness hapa ni kwa sababu pia amenionyesha uhitaji wake kwangu Amenesha heshima yangu kwake, amenikubali, ameniamini, amenikopesha imani, nitamlipa furaha. Pia ninaweza kusema ni half balozi wake half rafiki na pia mimi siwezi, kuna duka tu ambalo alijitosheleza kwa Jeki, sio kwa sababu unataka t-shirt tu, unaweza unataka shuka pia, ukaja ukataka miwani, ukaja ukataka jeans. Hayuko specific kama watu wengine, yuko na vitu vingi na product tofauti tofauti pia alafu kwa Tanzania kwa sababu kaishi kai sana nchi za nje, nje, nje, nje, nje outside countries. Yuko extra anajua nini anataka, anajua nini atuna. Mimi ana miwani mikali sana. katika muziki nguo za kiume ni kali kuliko za kike. I'm serious, mimi niko love sana na ngoza za kiume pia Ameweza mtu anapoweza asifiwe na anaposhindwa asifiwe. Kwa kipindi bwana niliona comment comment za waje sasa, unajua tena mambo ya Instagram kwamba Gigi na ifike muda awe na biashara. Biashara kama gani? Niwe nayo duka, duka la nini? Nalala asubuhi naamka asubuhi, duka naingia saa ngapi? Ngoja nikwambie kitu kimoja, unajua, kuna watu ni waoga wa maisha, kuna watu sio waoga wa maisha. Mi sio mwoga wa maisha na sio waoga wa maisha, mimi siogopi Siogopi, siogopi maisha. Maisha yako hivi, kama Mungu amekubariki riski inatoka kwenye kitu fulani, hiyo ndio riski yako. Siwezi kulazimisha nikauze duka kaka, umeelewa? Na mimi nikiuza duka eh, mimi niuze, nani atavaa? Sisi ndo avaje? Nyinyi uzeni, umeelewa? Sio kitu changu mimi napenda kuvaa, na napenda sana kuonekana ni mrembo, napenda kusupport wengine. Ikifungua duka mimi nitavaa mwenyewe, alafu biashara pia watu wamesomea, na maana kuna commerce kuna business kwa accounts, kuna for figure, si tulichukua kombi za art? Mzee unaniambia kama mimi msanii tena, yaani art ni art, nitafanya art, so don't tell me about business shit and everything yes, kwa sababu wewe mwenye comment umesema no. Ikifika muda ilo jambo litakuwa lenyewe tu naturally, sio kwa sababu wewe umetaka Gigi afungue duka. Yes. Okay, Gigi, mimi nataka nijue kitu kimoja. Unaposema kwamba ulichukua kombi za art, yani inamaanisha ilikuwa ni kombi ya namna gani ambayo ulisomea wewe? Kombi za ucholaji na kukatika viuno kaka art kuna nini? Ucholaji. Kuna sana. Eti sawa. Ah, okay. Ni combination hizo oh? Mm, Mwalimu wangu sasa. <laughs> mm. <laughs> okay, Gigi, uh, mimi najua nyimbo ya dharau ilikuwa ina mvuto sana pale ambapo wewe ulikuwa kama video queen, kwa sababu uliparticipate vizuri na ile nyimbo, ilienda viral kimataifa kuonekana the way wewe uko kwenye gari, the way unaweka macho na nini, ilikuwa ina udambu udambu mkubwa sana eh. Tunaona kulikuwa kuna sekeseke hili lilikuwa linaendelea kati ya Ibra pamoja na Harmonize. Wakati ile sekeseke inaendelea, wewe ulikuwa unapata picha gani? Kwa sababu wawili hao umefanya nao kazi kwa pamoja na ile inabaki kama kumbukumbu je, yeah, ulikuwa una, una, una nini, ulivyokuwa unasikia vile zile maneno eh? Yeah, sijasikia chochote kwa sababu sijaitwa chumbani sikijua hata chumba cha Harmonize. Anaweza kusema hata mimi kwa Harmonize chumbani shaingia sana. Mwenelewa shaingia sana ni mwanangu. Njoo chumbani Gigi siyo ile iko hapa iko na mboga niende. Yaani ni, ni kawaida. It's just part of mtu amechoka amekaa hapa kwenye shows siku tatu. Una shida naye atoke nje. Mimi mwenyewe niko hivyo lakini mimi njoo chumbani. What are you saying? Eh hey, bas toka. Hiyo ni, ni, ni utajiri. Mwenelewa? Hiyo mwingine mke yani ye, waielezee vizuri lakini kuambia njoo chumbani. Ah, jamani ni kawaida. Mimi nakuita chumbani mtu mzuri utafanya nini? Njoo chumbani tuongee. Na kwa chumbani kwangu unaniambia shida yako unatoka. Si kwamba nimelala na wewe. Chumba sio sio mapenzi, chumba sio kukudhini. Chumba ni sehemu mtu anapumzika, ni kwake. Amekuheshimu, umeingia chumbani kwake, hiyo ni heshima. So tungeacha dhania wa Tanzania, tukaishi kwenye maisha yetu ya ukweli na kuelewa maneno vizuri. Tungefikia huko. Lebo ya shule tu, sijaamini sijai kweka lebo ya shule anaolewa, na tuka mabutu, unaolewa, unava madera, unaolewa, unaolewa. Sasa unaanza kututisha sasa, ambao tujenge kwenye ndoa. Mtu yani, anaolewa anabadilika una... sio yule tena hey. Olewa tujua uko na mume, sasa sapoti imeongezeka, unafanya mambo yako Deo. Unaolewa bebi, unatutisha unatisha watu walipo kwenye ndoa, wengi maisha yao ni magumu. Unatutisha uvai tena mawigi, uvai tena mabaya madoa doa kama mgongo wa kanga, huko kwenye ndoa unalia lia tu, is alive so unatufanya tuogope kuhusu ndoa. Wewe mjitahidini kuwa na furaha mitano tu, tuamini kwamba eh ni au meenda na migogoro ehe, anaolewa kwa ajili ya shinikizo la familia. Ki kweli natisha sana. Unakuta eti mtu kaolewa, jamani, kaolewa shughuli hii hii, eti kaolewa umuone tena. Na tunasema anayekuja kumuoa dada yangu ajipange. Mimi bebi no. Mi, mimi naweza kaolewa, i don't really care, subuhi ka divorce kwa inabidi ujipange yeah na huyu inabidi awe hivyo hivyo alivyo. Sasa ukijifanya eti wewe ni padri unataka mm -hmm. kuja kubadilisha watu, utakuja kubadilisha mama yake kwanza yake kwa Mali. Kwa. Mali. Yes. So, ni, ni mtu wa mara nyingi ni mtu akwenda viwanja tofauti tofauti na unakuwa na kampani na watu ambao uponao kwenye maisha ya kila siku. Tunaona yeah, kilichotokea juzi kwenye uh, issue ambao ulitoka na Wema Sepetu. Stories zikawa nyingi sana Instagram, na we ulikuja pale kwenye Instagram yako pia uka kwamba huwezi kumbadilisha mtu kwa sababu we siyo. Na nadhani kuna na kitu uliandika kuhusu watu wana comment kwamba umefanya ulim, Wema abadilike. Wewe una akili timamu, mkula miogo amekula kachumbari, yani, mimi nambadilishaje Wema? Wema shiubi, Wema Sepetu paka anafariki. Paka Mungu atampenda ni Wema Sepetu. Tanzania sweetheart. Ni yeye na atakuwa yeye na atabaki kuwa yeye na hata yani akifanya nini bado atakuwa yeye na sitaaliitwamika ta yeye ndiye alikuwa misi wetu tangu elfu mbili right? So, eh? na sita mpaka leo maji kushuka, namba moja sio la ispia, una vazi la bichi, ndio kuniambia ukienda Google wema kupita na vazi la bichi kwenye stage. So mimi nimemfundisha pale, turudi kwenye state nyingine. Wema huyu tunamwongelea sasa hivi na mimi ninamfundisha na muharibu au nimembadilisha huyu Wema? Ndo ndo ndo msanii wa kwanza kwenye bongo movie ambaye anamuita sasa hivi, ndio alitokea kwenye miss so, na alikuwa na mavazi ya usiku, alionyesha mavazi ya dina, alionyesha mavazi ya bichi, alionyesha mavazi ya fukwani, alionyesha mavazi yote akiwa kama miss. So wewe pale kafundishwa nini? where are you getting supplies Wema wanajaribu kwa, anaweza akivaa pants watamwambia uone miguu yako. Trust me, lakini niambie ni kweli, baba yangu, wallahi arudi ile nguo nilovaa mimi na lovaa mama kachagua Wema Sepetu, hiyo ndio ukweli, ndio nakwambia mayo. Yani, yani kama kuna mashabiki zetu ajue Wema so cheese so mshamba, ajezaliwa ajezaliwa Shinyanga, she's a star, labda akua na marafiki wa kwa comfortability naye, anachokipenda mimi napenda anachokifanya. Rafiki yangu yote au dada yangu, ndugu yangu, mtu yote nitamsupport. She look nice, she look Sasi she look gorgeous. Unaelewa ni msanii, kuna muda usieni na mentality za watu. Okay, mlitaka vaabaya baya club. ili Waislamu kesho muandamane Bakwata aalilishaavazi so guys eleweni, sio mwezi wa Ramadhani huo, okay? Amefast mwezi mzima kavaa mabaya hadi kwenye birthday bwana yake ex yake sijui alivaa mabaya so why?